Serikali ya taifa imechukua hatua kusuluhisha tatizo la muda mrefu la uhaba wa maji katika kaunti ya Kilifi kufuatia malalamishi ya wakazi na wawekezaji wa sekta ya utalii. Waziri wa maji, Eric Muga, aliongoza ujumbe wa maafisa wa serikali waliozuru kaunti hiyo ambao walibaini kwamba mtambo muhimu wa usambazaji maji umeharibika. Kaunti ya Kilifi imekuwa ikikumbwa na uhaba mkubwa wa maji huku kampuni za usambazaji maji za Kilifi Mariakani na Malindi zikishindwa kukidhi hitaji. Serikali imedhamiria kuweka mtambo unaotegemea kawi ya miale ya jua kusambaza maji katika eneo hilo. Melewana sisi wote kwa sababu yale maji ambayo yanahitajika katika Kilifi kaunti na Mombasa kaunti ni zaidi ya yale ambayo yanatolewa hapa. Ile rationing imekuwa tukama na proper program ya kuhakikisha that is predictable, ya kuhakikisha kwamba tukisema mahali fulani kutakuwa na maji siku fulani. Na mnielewe vizuri, kwa sababu sababu ya hiyo ni kwamba Kilifi tunahitaji zaidi ya 110 million liters kwa siku. The source hapa Baricho tunapata 80. Sasa hiyo bao lingine ikiingia, itakuwa 90 million liters kwa siku, na hayo maji yanakuwa shared between Kilifi na wapi, na Mombasa. Najua kumekuwa na kelele nyingi sana za maji hii wiki iliyopita, na mara nyingi nimesimama nikisema mimi kama gavana naweka miundo misingi. Nafikiri imeonekana sehemu nyingi, miundo misingi leo tunaweka maji matangi na kila kitu lakini nimerudia kila mara kwamba sisi kupeleka maji mashinani lazima tuyapate kutoka wapi, na supply wa na Coast Water kutoka Baricho.